Profesa Kithure Kindiki amewataka wasanii wa eneo la mlima Kenya kuungana na kutengeneza hazina ya pamoja itakayowasaidia watoto wa wanamziki wa eneo hilo baada ya kuachwa na wazazi wao. Naibu wa rais amesikitishwa na jinsi watoto mayatima wa wanamziki wa eneo la mlima Kenya wanavyohangaika baada ya wazazi wao kufariki. Amezungumza haya katika hafla ya mazishi ya mwanamziki mashuhuri Betty Bayo, katika uwanja wa Ndumberi kaunti ya Kiambu. <coughs> ni katika hafla ya mazishi yaliyekuwa mwanamziki mashuhuri wa nyimbo za injili Beatrice Wambui Mbugwa almaarufu Betty Bayo hafla iliyoandaliwa katika uwanja Ndumberi kaunti ya Kiambu Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki akimtaja mwanamziki Betty Bayo kama aliyewabariki wengi kwa nyimbo zilizojawa na maneno ya kuatia moyo wa Kenya akisema kifo chake ni pigo kwa wengi lakini nilijua wimbo wake, nasikia ameimba nyimbo mingi, lakini mimi nilikuwa najua wimbo moja The 11th hour. Na huyo wimbo Mungu alitumia ulimi wa dada yetu kubariki mioyo ya watu wengi, kuinua mioyo ya familia nyingi akisikitishwa na jinsi mayatima wa wanamziki wa eneo la Mlima Kenya wanavyoteseka baada ya vifo vya wazazi wao, na kuwashauri wasanii wa eneo hilo kuungana na kutengeneza hazina ya pamoja itakayowasaidia watoto wao baada ya kuachwa na wazazi wao. Na mimi nawaasihi marafiki wengi, ma artists na musicians, wale wako katika creative economy hapa kwetu central region, tuko na wengi very talented, very powerful Please come together and let us establish a big foundation or trust to provide resources to take care of the children of artists and the families of artists. Ni hafla iliyojawa iliyojawa na majonzi kwa wanawe, bwanake Iram Gitau na baba watoto Mchungaji Victor Kanyari wakieleza jinsi Betty alivyoonyesha upendo kwao na hata kama amewacha atasalia katika mioyo yao in losing you i have lost the compass by which i navigated the world the pain is a constant low hum i find myself turning to share a thought with you only to find empty space even though our journey had it is fair share of up and down i know the love you had for our children